Lakini uvumilivu na ustahimilivu wa kuvumilia kufanya yote haya siyo kazi ndogo. Kwa hiyo hongereni sana sana kwa tukio hili kubwa sana ambalo mmelifanya. Lakini ukiacha uratibu wa hilo tukio lenyewe, dhima yenyewe ya tukio hili limebeba maana kubwa sana kwa Wanakatavi. La kwanza, mna hiyo ya kumpongeza na kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa kushusha gharama za leseni kutoka elfu sabini mpaka elfu thelathini Hili ni jambo kubwa mno, haswa kwa vijana wa Katavi, lakini pia na kwa umoja wa maafisa wasafirishaji mkoa wa Katavi. Hili ni jambo kubwa mno ambalo Mheshimiwa Rais amewafanyia vijana, lakini lingine ni hili ambalo mnalifanya hapa la kuchangia damu. Hii ni sawa na kufanya ibada, kwa sababu mnaokoa maisha ya wale, yule ambaye angeza kupoteza maisha kwa sababu ya kupungukiwa damu, leo mnaenda kuokoa maisha yake. Na nataka niwaambie, Mwenyezi Mungu ni wa ajabu sana. Inawezekana leo tunachangia damu, kuna siku mtu wako wa karibu mno ataokolewa kwa kupata hii hii damu ambao mnachangia hapa siku ya leo. Kwa hiyo mmefanya tukio kubwa na ni tukio ambalo linapaswa kuigwa pia hata na makundi mengine kwenye jamii. Sio vibaya kuiga huu mfano ambao mmeufanya. Najua bado ni vijana na damu inachemka na damu ni nyingi, mngeweza kuwaza kufanya kitu kingine, mngeweza hata mkakutana mkaandaa sherehe sehemu Msifanye hili tukio. Kwa hiyo mmefanya tukio kubwa sana na mmeweka historia, mheshimiwa mwenyekiti, kwa tukio hili la kuchangia damu kwa ajili ya kuokoa maisha ya watu wengine. Wataalamu wanasema, mimi sio mtaalamu wa afya, wanajua madaktari, wanasema kwamba ukichangia damu mwili huwa una tabia ya kujijenga, kwa hiyo kila baada ya muda fulani damu itakuwa nyingi itakuzidi mwilini, kwa hiyo kila baada ya muda utatakiwa kuipunguza, kwa sababu mwili unakuwa umeshakuwa katika hali ya kuzalisha damu. Sasa hili sijui kama ni ndivyo ilivyo, lakini ndivyo navyosikia wataalamu wanavyo wanavyosema. Chama cha bodaboda mkoa wa Katavi kina jumla wanachama wapatao 1506 ambapo wanachama walio wengi ni vijana waliojiajiri kwenye shughuli ya kuendesha pikipiki za abiria almaarufu bodaboda. Kupitia shughuli hii, wanachama wameweza kujikimu kimaisha, ikiwemo mahitaji muhimu ya lishe, mavazi na malazi. Pia kupitia shughuli hii, wanachama wameweza kupata kipato na kuchangia maendeleo ya mkoa kwa njia moja au nyingine. Aa, ndugu waandishi wa habari, e, tumeamua kufanya eventi hii au tukio hili, kwanza moja ni kumshukuru e, Daktari Samia Suluhu Hassan kwa yale ambayo anatufanyia sisi vijana wa bodaboda au maafisa ya usafirishaji. Kwanza alituheshimisha kutuita maafisa ya usafirishaji kuliko wengine walivyokuwa wanatuchukulia kwamba ni wahuni, lakini yeye kwanza akatupa jina zuri ambalo ni maafisa usafirishaji. Utekelezaji unaanza kufanya kazi, kwa sababu tayari tumepunguziwa sasa gharama za leseni kutoka gharama ya shilingi elfu sabini mpaka shilingi elfu thelathini. Kwa hiyo hiyo ni moja ya vitu ambavyo tumeshawishika tunaona bado anatufanyia mambo mengi, lakini bado amekuja katika hili la maafisa usafirishaji kusababisha au kutuwekea hiki kitu cha kutupunguzia gharama za leseni, kitu ambacho wengi wetu hatuna hizo leseni, lakini kwa kupunguziwa kwa gharama hii kutapelekea bodaboda wengi upatikanaji wa leseni. Kwa hiyo tukaamua sasa ni lazima tuitenge hii siku maalum ya kumpongeza na kumshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sambamba na hilo tukasema sasa ni lazima tufanye tukio mojawapo la kuweza kuchangia damu. Tunatambua damu, asilimia 75 ya mwili wa binadamu ni maji, lakini asilimia 25 ni damu. Tumeona kwamba tuna watoto zetu, wake zetu, lakini mama zetu, ndugu zetu, wana uhitaji wa damu kwayo, kwa hiyo kwa umoja wetu tumehamasishana, tumehamasishana, tukaona kwamba ni vema sasa twende tuanze kuchangia damu ili tuweze kuokoa maisha ya watu wengine, kama kauli mbiu yetu inavyosema, bodaboda, kama kauli mbiu yetu inavyosema, changia damu okoa maisha ya bodaboda na watu wengine Katavi bila ajali inawezekana. Kwa tunaamini kupitia huu uchangiaji wa damu ambao umefanywa na maafisa usafirishaji hawa utakwenda kusaidia, lakini jamii pia itaenda kubadilika na kwenda kutuchukulia kwamba sisi si wale walikuwa wanatudhania kwamba ni wahuni au ni watu wa namna gani? Hapana. Mi nawapongeza sana, kwa sababu ni watu wachache ambao wanaliona hili, lakini pia napenda niwahamasishe na makundi mengine waweze kufanya kama walivyofanya bodaboda mkoa wa Katavi, waje watuchangie damu, kwa sababu wahitaji wa damu ni wengi, wanahitaji damu, lakini pia benki yetu ya damu inahitaji, benki inahitaji damu nyingi sana. Kwa hiyo tuna wagonjwa kila mwezi ambao tunawapa damu sio chini ya mia mbili. Kwao tunahamasisha pia wengine ambao watawiwa wakuja kutuchangia damu, waje, si tupo masaa ishirini na nne, tunapokea njoo hospitali ya wilaya, njoo hospitali ya rufaa utachangia damu. Hii kazi yetu ya bodaboda boda inatupatia kipato pale tunapokuwa tunafanya kazi, jioni unajiwekeza kiasi, mwisho wa siku unajikuta kiasi kimekuwa kikubwa, na unajikuta kwenye familia yako umeweza kumanage namna ya kuishi na familia yako. Kwa hiyo, bodaboda ni kazi kama kazi nyingine. Uki ukiishi kwa malengo, lazima mwisho wa siku utapata faida kupitia kile ambacho umejiwekea mwenyewe. Wengi wanajua bodaboda ni kazi tu kama kazi nyingine, lakini bodaboda ni ya malengo. Kwa sababu mimi nimefanya bodaboda ndani ya mwaka mmoja. Nilikuwa na pikipiki ambayo ilikuwa imeisha lakini nimejitahidi. Hii pikipiki nimenunua ina hata muda, na kama mwezi mmoja mpaka saizi imefungwa. Bodaboda yangu mimi nimejenga nina sehemu ambayo na nikitoka ofisini kwangu ambao ni kijiweni kwangu, naenda napumzika sehemu salama, ambao ni kwangu mwenyewe. E, kwa sisi kwa bodaboda tunasema kwamba kwa namna ambavyo inaweza kubadilisha maisha yetu sisi, tunashukuru tu kwamba, kwa sababu tunashukuru mama Samia. Kwanza cha kwanza ametupunguzia kwenye bei ya leseni, kwa sababu asilimia kubwa kiangazi, sisi bodaboda wengi tumeshinda kufanya kazi zetu kwa uhuru zaidi. Kwa kofia, unapokuwa barabarani askari wanakuwa ni wengi, kwa hiyo unakuwa unajitahidi sana kutembea ukiwa na mawazo na nini unakosa kufanya kazi zako kwa weledi. Kwa hiyo tunashukuru mama kutuunguzia kiwango kikubwa cha leseni kututoa kwenye elfu sabini na kutupeleka kwenye elfu thelathini Tunasema tunamshukuru sana mama Samia kwa sababu ni rais ambaye amekuwa rais wa wanyonge, hasa kwa sisi bodaboda. Tunasema mama kwa kweli amepiga mwingi kwetu sisi. Kazi yangu ya bodaboda inanisaidia mimi kufikia malengo. Lengo la kwanza ina watoto, ninasomesha watoto, wanasoma kupitia kazi ya bodaboda. Lakini kazi hii ya bodaboda imenisaidia mimi kujifungulia biashara ndogo manake kupata kipato kutoka boda boda, kwenye bodaboda kupeleka kwenye sehemu nyingine, nafikia hatima yangu ya msingi. Kwa hiyo nimshukuru Rais Samia Suluhu kwa kutuangalia kundi hili la bodaboda, zaidi ya yote anatuboresha. Asante.